Jua nini cha kushangaza kuhusu pesa? Watu wawili wanaweza kuishi maisha yale yale, kupata kipato sawa, lakini mmoja akawa maskini na mwingine tajiri. Sio kwa sababu mmoja ni mjinga na mwingine ana akili, bali kwa sababu kila mtu ana historia yake ya kifedha. Kitabu The Psychology of Money cha Morgan Housel kinatufundisha kwamba pesa siyo namba ni tabia, ni historia, ni hisia. Leo tunaanza safari ya kuelewa kwa nini hakuna mtu aliye mwendawazimu kuhusu pesa kupitia kitabu hicho. Karibu. Morgan Housel anaandika The Psychology of Money kwa mtazamo tofauti na vitabu vingi vya kifedha. Anasema, kujua jinsi ya kupata pesa siyo shida. Shida ni kujua jinsi ya kuzitumia na kuishi nazo. Watu wengi wanafikiri kuwa mafanikio ya kifedha yanategemea elimu, akili, au fursa. Lakini Housel anatufungua macho. Anasema kwamba mafanikio ya kifedha yanategemea zaidi tabia, si akili. A genius who loses control of their emotions can be a financial disaster. But an ordinary person who controls their emotions can be financially successful. Hii inamaanisha kijana mwenye akili nyingi asiyedhibiti hisia anaweza kuharibu maisha yake kifedha. Mtu wa kawaida mwenye nidhamu na busara anaweza kufanikiwa. Housel anaonyesha kuwa pesa ni kama kioo cha maisha, inaonyesha jinsi tunavyofikiri, tunavyohisi na tunavyotazama dunia. Watu wawili wanaweza kuwa na kipato sawa, lakini wakafanya maamuzi tofauti kabisa, kwa sababu wanaona dunia kwa macho tofauti. Anatupa mfano wa maisha ya kila siku. Mtu anayekuwa kwenye familia maskini ambaye amewahi kushuhudia njaa au upungufu wa fedha atakuwa mwangalifu sana kuhusu matumizi yake. Wakati mwingine, hata akipata pesa nyingi, bado ataishi kwa hofu ya kupoteza. Lakini mtu aliyekuwa kwenye utajiri ambaye hajawahi kushuhudia ukosefu anaweza kutumia pesa kwa urahisi zaidi, bila woga mkubwa. Kwa hiyo kila mmoja wetu ana historia yake ya kifedha, na historia hiyo ndiyo inayoamua jinsi tunavyotazama pesa. Na ndiyo maana anaanza kitabu chake kwa sura yenye uzito mkubwa, kwamba No One's Crazy, hakuna mtu aliyemwenda wazimu linapokuja suala la pesa, ambayo ndio sura ya kwanza ya kitabu hicho. Housel anauliza swali la msingi. Kwa nini watu wengine wanawekeza, wengine wanahifadhi pesa na wengine wanatumia bila kujali? Kwa nini watu wanaofanya maamuzi haya yanayofanana kwa sura, matokeo yao yanakuwa tofauti? Jibu lake ni moja. Kila mtu ana historia yake binafsi. Kila mtu ana uzoefu wake. Kila mtu anaona pesa kwa macho ya maisha aliyopitia. Morgan Housel anasema, "Ukimwona mtu akifanya kitu kuhusu pesa ambacho kwako kinaonekana cha ajabu, usihukumu haraka. Labda huyo mtu anafanya hivyo kwa sababu ya maisha aliyopitia." Morgan Housel anatupa mfano halisi. Mtu aliyezaliwa Marekani mwaka 1950 alikuwa kwenye dunia tofauti kabisa na mtu aliyezaliwa mwaka 1990. Mtu wa miaka ya 50 aliona uchumi ukikua ajira zikikua na pesa ikiongezeka kwa thamani. Kwao uwekezaji katika hisa ulionekana salama. Lakini mtu aliyezaliwa mwaka 1990 ambaye alikulia wakati wa msukosuko wa kifedha wa mwaka 2008 ana kumbukumbu tofauti kabisa. Benki zilianguka, watu walipoteza nyumba, kazi zikapotea. Kwao soko la hisa ni hatari, ni mchezo wa kubahatisha. Wote wana maoni tofauti, lakini hakuna aliye mwenda wazimu. Wote wanatenda kwa misingi ya kile walichoona na kukipitia. Mfano wa Great Depression. Housel anatukumbusha kuwa katika miaka ya 1930 wakati wa Great Depression, watu walipoteza kila kitu. Benki zilifungwa, akiba ikaungua, mamilioni wakabaki hawana chochote. Wale waliopitia kipindi hicho waliathirika kisaikolojia kwa maisha yao yote. Wengi wao walikuwa wakihifadhi pesa chini ya godoro au katika sanduku la nyumbani hata baada ya uchumi kuimarika. Kwa vizazi vya leo tabia hiyo inaweza kuonekana kama upumbavu. Kwa nini huhifadhi pesa chini ya godoro badala ya benki au uwekezaji unaoleta faida? Lakini Housel anatuambia no one's crazy. Mtu huyo anaishi kwa hofu ya tukio aliloliona, hofu ambayo wewe hujawahi kupitia. Housel anapinga wazo kwamba utajiri unatokana na akili nyingi au fursa maalum. Anaonyesha kwamba mara nyingi ni matokeo ya tabia za kila siku. Jinsi unavyohisi, unavyodhibiti tamaa, na unavyofikiria kuhusu hatari. Uzoefu ni kila kitu. Housel anasema, what you've experienced is probably 0.00000001% of what's happened in the world but maybe 80% of how you think about the world. Ulichokipikia binafsi ni sehemu ndogo sana ya historia ya dunia, lakini ndicho kinachoamua karibu asilimia themanini ya jinsi unavyofikiria kuhusu dunia. Hiyo ndiyo hoja ya msingi ya sura hii. Mtu aliyehisi umasikini ana hofu ya kurudia hali hiyo. Mtu aliyehisi utajiri ana matumaini ya kuupata tena. Wote wawili wanatenda kwa ushawishi wa historia zao, si kwa nadharia za kifedha. Mafunzo makuu kutoka sura ya kwanza: usihukumu maamuzi ya kifedha ya mtu mwingine, hujui maisha aliyopitia. Uelewa wa pesa ni wa kibinafsi, si wa nadharia. Kujua pesa vizuri kunaanza na kujijua wewe mwenyewe: historia yako, hofu zako na matumaini yako. Hitimisho la sura ya kwanza. Sura ya kwanza ya The Psychology of Money ni kama kioo kinachoanza safari ya kujitazama ndani. Housel anatufundisha kuwa kabla ya kujifunza jinsi ya kupata pesa, tunapaswa kwanza kuelewa kwa nini tunazihitaji, tunaziamini kiasi gani, na tunahofia nini tukizipoteza. Ni sura inayotuvuta kwa upole lakini yenye nguvu ya kutufundisha unyenyekevu. Kila mtu anatembea na... njia yake ya kifedha na hakuna njia moja sahihi, ili mradi unaelewa kwa nini unafanya kile unachofanya. Kabla hujahukumu mtu kwa jinsi anavyoshughulika na pesa, jiulize, umeishi maisha yake? Huo ndio msingi wa sura ya kwanza ya The Psychology of Money. Katika video inayofuata, tutaingia katika sura ya pili Luck and Risk, ambapo tutagundua jinsi bahati na hatari zinavyotawala maisha yetu ya kifedha zaidi ya tunavyofikiria. Kwa hiyo subscribe, kama bado hujafanya hivyo, piga like, kama umejifunza kitu leo, na tuendelee kujifunza saikolojia ya pesa kwa pamoja.